Kwenye mchezo wa hatua ya kumi na sita bora kati ya timu ya taifa ya Nigeria dhidi ya timu ya taifa ya Msumbiji kulikuwa kuna kama ugomvi kati ya nyota wawili wa timu ya taifa ya Nigeria yaani Victor Osimhen pamoja na Ademola Lookman, ambao kama vile walikuwa wanavutana, lakini video ilikuwa inamuonyesha kama Victor Osimhen kuna kitu analalamika au kuna vitu ambavyo walikuwa wanamwelekeza Ademola Lookman kwa nguvu yani, kwa kumfokea. Ila hata baada ya mchezo kuisha, Ademola Lookman alipoulizwa alisema hamna kitu ambacho kinaendelea, ni mambo ya kawaida. Lakini taarifa ambazo zipo sasa, ambazo zimetoka, zinasema kwamba nyota wa timu ya taifa ya Nigeria, Victor Osimhen, hayupo kwenye kambi ya timu ya taifa ambayo bado inaendelea kushiriki michuano hii ya kombe la mataifa ya Afrika ambapo Nigeria tayari imeshafuzu kwenda kucheza katika hatua ya robo finali, na Victor Osimhen haonekani kwenye kambi ya timu yake ya taifa ya Nigeria, lakini kitambulisho chake ama accreditation ambayo inamfanya kuweza kuingia uwanjani na kushiriki katika mashindano haya imekutwa katika hoteli ambayo imefikia timu ya taifa ya Nigeria. Lakini taarifa zilizopo zinasema kwamba ni kutokana na ule ugomvi baina yake yeye pamoja na Ademola Lookman. Ukiangalia nyota hawa wawili wote wako katika ile resi ya kuwania kiatu cha ufungaji bora ambapo kwenye listi ya wafungaji bora wa mashindano haya ya Afcon anaongoza, ni Brahim Diaz wa timu ya taifa ya Morocco, na chini yake wapo Ademola Lookman pamoja na Victor Osimhen. Hawa wote wanawania tuzo ya ufungaji bora. Kwa hiyo ambacho kinaonekana inawezekana kuna jinsi ambavyo katika ule mchezo ambao Nigeria walifanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao manne dhidi ya timu ya taifa ya Mozambique. Kuna kitu ambacho Victor Osimhen hakupendezwa nacho kwa Ademola Lookman, ndio maana akawa anamfokea, lakini Ademola Lookman alichukulia kama ni issue ya kawaida. Kwa hiyo kuna mambo mawili hapa, inawezekana kweli Ademola Lookman pamoja na Victor Osimhen wamezinguana, kwa hiyo Victor Osimhen ametangaza kurudi zake Uturuki kwenye klabu yake, au ni mind game tu kuelekea mchezo unaofuata wa robo finali. Ila taarifa ambazo zipo hivi sasa zinasema Victor Osimhen hayupo kwenye timu yake ya taifa ya Nigeria.